Kuna hii video ambayo baadaye nitakuekea hapo mbele uitazame, ambayo rais wa Kenya William Ruto amefanyiwa mahojiano na mwandishi wa Al Jazeera na akaulizwa baadhi ya maswali mengi kuhusiana na e, siasa ambazo zinaendelea hapa Afrika na sehemu zingine tofauti tofauti, na moja ya maswali ambayo alikuwa akiulizwa, aliulizwa namna gani ambavyo anaona uh, Af uh, demokrasia ya hapa Afrika ikoje hasa hata katika bara la Afrika na akaulizwa pia, namna gani ambavyo uh, uchaguzi wa Tanzania ambao umefanyika Oktoba 29 na rais kushinda kwa asilimia 96 97 na uh, na pointi akauliza, je, uh, inaonesha namna gani ambavyo demokrasia ipo ama haipo. Kwa majibu yake, Rais Ruto alisema kwamba yeye hawezi kuzungumzia Uh, demokrasia ya Tanzania ama ya nchi nyingine, lakini anaamini kwamba demokrasia ni eh, bado ni njia sahihi ya kuweza eh, kuongoza wananchi ama kuendesha serikali hapa barani Afrika na akasema kwamba uh, kwa demokrasia ya nchini Kenya kwa sasa hivi imefika eh, mahali ambapo mm, walau kuna nafuu tofauti na sehemu zingine, na akasema kwamba eh, kwa mfano uh, nchini Kenya kwa sasa hivi huwezi ukakuta uh, kiongozi ama rais anashinda kwa uchaguzi kwa asilimia zaidi ya tisini. Akasema hivyo. Kwa hiyo, kwa hiyo akamuuliza kwamba kwa hiyo unamaanisha kwamba nchini Tanzania hakuna demokrasia? Uh, Ruto anaendelea kushikilia kwamba yeye hawezi kuzungumzia na akasema kwamba kila taifa ama kila nchi huwa ina namna yake ya kuendesha uh, mamlaka yake ama kuziendea demokrasia pia, na demokrasia pia ina ukuaji wake, kila nchi ina, ina ukuaji wa demokrasia yake katika levo tofauti, na akaendelea kusisitiza kwamba siasa kwa maana eh, ya demokrasia nchini uh, uh, Kenya imefika sehemu ambako wanajivunia hasa kwa sababu kuna levo ambayo wameivuka. Na aliulizwa pia kuhusiana kile ambacho kinaendelea Uganda, akaendelea kusisitiza kwamba yeye yeah, yeah, hawezi kuzungumzia uh, siasa za ama demokrasia ya nchi zingine, lakini akasisitiza kwamba na akasema kwamba uh, kwa Kenya kuna sehemu ambayo amefika samue ambako wako proud, na akasema kwamba wanaendelea pia kuijenga na akaweza kusisitiza kwamba pia viongozi wajitahidi sana kuendelea kuendesha demokrasia vizuri kuliko kusababisha vurugu na vitu vingine vingi. Pia nakasistiza kwamba e, wana wanasiasa wote ambao wanashiriki demokrasia wajitahidi sana katika siasa zao, waweze kuziendea vizuri na siziwe si, za madhara hasa. Na nakuekea uh, hii video ya uh, William Ruto ambaye ni rais wa Kenya, namna gani ambavyo alikuwa akijibu maswali hayo na kujielezea kuhusiana na kile ambacho eh, kinaendelea katika siasa zetu hapa.